Na mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vina make headline sasa hivi huko mtandaoni bwana, ni hii issue ya Mbosso kani kuonekana akiwa yuko studio pale Konde Village na Harmonize Konde Boy. Na kama unakumbuka vizuri ni kwamba tokea kipindi ambacho Mbosso akiwa yuko bado WCB, kulikuwa kuna vidalili ambavyo vilikuwa vinaashiria kwamba anamkubali sana Konde Boy. Kama unakumbuka vizuri bwana, kuna moja kati ya nyimbo zake ambazo alikuwa amezitoa akaonekana akiwa nakooa eh, na kusema bombo kla kitu ambacho tunafahamu kwamba ni kauli ambayo Harmonize huaga anaitumia mara kwa mara katika e, nyimbo zake Now we are... Na baada ya Mbosso kufanya hivyo katika nyimbo hiyo aliyoitoa kipindi yuko WCB, bwana moja kwa moja Harmonize Konde Boy alichukua ile video na kuipost katika Insta story yake na kumwita New King, au vipi bwana? Kwa hiyo hii ilikuwa inaonyesha appreciation na roho safi, au kinyamwezi, au ni hakuna quarrels kati ya Harmonize na sorry, na, na, na Mbosso You get it. So kati ya Harmonize na Mbosso hakuna tatizo lolote. Kwa hiyo kutokana na hicho kitu ambacho kimetokea, ni kwamba moja kwa moja tumeona sasa hivi ghafla tu bini vu, baada ya Mbosso kutoka WCB na kuanza kufanya kazi zake za kimuziki akiwa kama solo artist Mbosso amekuwa na mafanikio ya hali ya juu hususan katika project ambayo alikuwa ameiachia tu, ile ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, ni kwamba Mbosso amepata success ambayo hakuna msanii mwingine hapa Tanzania tumeshawahi kumwona akiwa ameiachieve, hususan ni wasanii wale ambao wanaotoka katika record label ya WCB, kwa sababu tunafahamu kwamba wasanii wengi sana wanaotoka katika record label hiyo, wengi wao huaga wanapotea mazima hata kama wasipopotea basi unawaona kabisa kwamba wanajikongoja tu hivyo hivyo, wanajikaza kisabuni. Baada ya kutoka katika record label hiyo, waga wanayumba kwa namna moja au nyingine, tofauti na vile ambavyo walivyokuwa wakishaini wakiwa chini ya usimamizi wa WCB. Sasa kwa upande wa Mbosso, yeye mambo yamekuwa tofauti. Alivyotoa tu ile room number 3 ilikuwa ina track sita na katika hizo track sita kulikuwa kuna track tatu, yani hiyo ni mafanikio ya almost 50%. Eh, track tatu zilikuwa zimeenda mjini kwa kasi ikiwepo Power eh, na Aviola pamoja na ile ngoma nyingine ambayo mimi kidogo sikuisikiliza sana, lakini hizi mbili Power na Aviola zilikuwa very successful na zilikuwa ni favorite song almost kila sehemu ambapo unaenda, ngoma hizo lazima utazisikia, na ngoma hizo ziliibua mpaka maugomvi na Diamond. Yani, zilikuwa na controversy kibao, lakini at the end of the day zilitrend to the maximum. Ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana kwa upande wa nyimbo za Mbosso ambazo zilikuwa zimetoka eh, hivi karibuni. Sasa jambo ambalo limekuja ku happen bwana ni kwamba eh, tumekuja kushuhudia eh, hawa wawili bwana wakiwa wameingia studio sasa. Eh, maana unajua kabisa kwamba sasa hivi bwana kila mtu ameambiwa aendelee na kazi zake eh, katika swala zima la kulijenga taifa. Hivyo basi, Mbosso na Harmonize Konde Boy wamelink pale Konde Village nyumbani kwa Harmonize Salasala, jijini Dar es Salaam na wameingia studio bwana na sasa hivi tunafahamu kwamba studio ya Harmonize iko pale pale nyumbani kwake na wameonekana wakiwa wanatengeneza kitu eh, bwana. Kuna kitu kinakuja eh, bwana, kuna truck inakuja kutoka kwake Mbosso na Harmonize Konde Boy. Yani sio kwamba labda eti wameonekana tu wakiwa wanapiga story au uh, wana, wana have fun wanakula bata. Hapana, wameonekana wakiwa studio na Mbosso amevaa kabisa headphone, amesogelea mic, anatengeneza kitu. Kwa hiyo hii ni collab kati ya Harmonize na Konde Boy inakuja, which is official, na ni jambo ambalo kiukweli limewafurahisha watu wengi sana, limefanya watu wengi sana wamekuwa very excited kuhusiana na hii issue. Kwa hiyo kila mtu amekuwa na furaha na amekuwa na shauku ya kusubiri kuona eh, bwana, track kati ya hawa wawili itakuwaje? Kwa sababu hawa bwana, katika waandishi na na na eh, wa wazuri hapa Tanzania basi katika listi ya waandishi wazuri hapa Tanzania, huwezi ukaacha kumtaja Harmonize na Mbosso. Ni moja kati ya watu ambao wa wanaandika kwelikweli kweli. <mulia> Kwa hiyo baada ya wasanii hawa bwana kuonekana wakiwa studio moja kwa moja tunaona kwamba hapa kumekuwepo na uh, page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba Star Bongo Flava Harmonize ameingia studio na msanii Mbosso, hivyo uh, tutegemee kolabo ya wawili hao muda wowote kuanzia sasa. Peji nyingine wamekuja wameandika kwamba bwana bosi wa Konde Gang Harmonize Konde Boy amezama studio na hitmaker wa ngoma ya Power CEO wa KANFC, eh, wakiandaa kazi mpya eh, bwana page ya Konde Gang wameshare wame eh, video fupi ikiwa inaonyesha wawili hao wakiwa ndani ya studio. lakini pia vilevile vile hapa, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na record label ya Konde Gang, wameandika wameandika hapa kwamba Studio Vibes with Mbosso last night 31 album will be timeless. Uh, wakiwa wanamaanisha kwamba bwana studio session ya Harmonize usiku wa jana kwa mke leo alikuwepo, yuko na Mbosso na hii ni maandalizi ya album ya Harmonize ya 31 ya yeah so hivyo ndivyo mambo yalivyo so kwa kifupi ni kwamba mpaka sasa hivi hapa bwana ni kwamba wabongo wengi sana wanaendelea kusubiri hiyo collaboration kati ya hawa wawili na ikumbukwe tu kwamba bwana Mbosso Kane eh hii bwana ni album ya Harmonize iko on the making yani ile album ya 31 kama kuna mtu alikuwa anaulizia kwamba bwana mbona na kimya basi unatakiwa ujue kwamba ngoma ile album iko pale pale inatoka anytime soon maana tunafahamu kwamba umo ndani bwana kuna Yemi Alade, kuna mfalme kutoka Misri anaitwa Mohamed, lakini pia humo ndani kuna Focalistic na washikaji wengine kibao humo ndani, lakini pia kikubwa zaidi, kutoka hapa Tanzania, Mbosso Khan naye pia yumo humo ndani. Ya, lakini pia vile vile Mbosso mwenyewe naye pia amesikika akiwa anazungumza maneno mawili matatu, akiwa yuko na Konde Boy, na atakaposikiliza maneno mawili matatu ambayo Mbosso ameyazungumza hapa <coughs> Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdao na wewe pia, hebu tuambie, unahisi kwamba hii ngoma itakuwa ya maadhi gani? Itakuwa ni ya bongo flavor baibuda, singeli au itakuwa ni ya mapiano? Weka maoni yako hapo chini katika comment section e, kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vilevile vile kikubwa zaidi, hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.